Tai Media. Ulipo tupo, twende pamoja. Kuna usemi usemao, samaki mkunje angali mbichi. Usemi huu unashabihiana na usemi usemao ubora wa nyumba ni msingi. Lazima tukubali kuwa wachezaji wote wakubwa duniani katika mchezo wowote huandaliwa katika mazingira yatakayomwezesha kuwa mchezaji nyota hapo baadaye. Katika mkoa wa Songwe, wilaya ya Mbozi, kuna kituo cha kuibua vipaji kwa watoto wadogo kinachotambulika kwa jina la Sunrise ambacho kilianzishwa kwa lengo la kuwasaidia watoto ili wasijihusishe na uhalifu. Mkuu wa kituo cha michezo cha Sunrise, Mwalimu Mpeje Mwankota anaeleza lengo la kuanzishwa kituo hicho. Kweli kwamba wanasema samaki mkunja angali mbichi. Kwa hiyo, e, watoto hawa ni muhimu sana watu wakaanza kufahamu au kujifunza mpira au michezo mingine wakiwa wangali bado wadogo, kwa sababu ndio muda mzuri sana kisaikolojia, kwamba mtu mwanafunzi, mtu anaweza akaelewa kwa haraka e, umuhimu ni e, moja inawafanya watoto hawa kuelewa haraka mafunzo ya mpira wenyewe wangali wa bado wadogo, kwa hiyo wanaelewa haraka sana tofauti na mtu mzima ambaye sasa anakuwa ameshakomaa mfupa umekomaa, na mambo mengine ya akili imeshakomaa. Lakini pili, inasaidia sana kujenga maadili ya watoto angali bado wadogo, kwa sababu nawafunza eh, malengo matakwa ya mpira, anataka nini, na nataka mchezaji bora, ufanyaje, ufanyaji. Kwa hiyo yanatengeneza maadili angali bado kijana, tunatengeneza maadili bora sana kwa vijana wetu. Tatu, inawasaidia sana watoto E, kupata utimamu wa kimwili wangali bado vijana. Kwa hiyo watoto hawa wanapopata mazoezi na drills mbalimbali kwa walimu, basi hawa vijana wanakuwa na utimamu wa mwili na miili yao inajitengeneza kwa ajili ya mpira. E, jingine e, kuwafundisha watoto wangali bado wadogo inasaidia sana kukuza kelia zao, kujua kwamba mimi sasa inatakiwa mlengo wangu ni huu. Kwa mfano unakuta, tuna teni watoto wengine kwa ajili ya uh, wafungaji wengine, walinzi wengine, kada ya katikati. Kwa hiyo anakuwa hivyo hivyo kadri anapokwenda basi, tuna mtreni kwa sehemu ile ambayo tunaona ana kipaji chake. Mnamo mwaka 2023 eh, kwa sababu ni shule, tukanaendesha tunawafundisha watoto na tunaendesha programu mbalimbali za michezo kama shule, lakini kwa sababu tulikuwa tunakosa wataalamu wa kufanya training au kutoa mafunzo stahiki ya michezo, kwa hiyo lengo kuu lililotuvuta sisi kuanzisha kituo hiki ilikuwa ni baada ya kuona vijana mbalimbali mbali wa shule ya msingi ambayo tuna shule ya msingi hapa, lakini tuna shule ya msingi za jirani na wengine wa mitaani majirani zetu hapa, ambao walikuwa wanatabika hasa mida ya jioni, walikuwa hawana sehemu ambao wanaweza wakaenda ku, kujifunza mpira au kucheza, kwa tukaona wale vijana wanachanganyikana na watu wazima kwenye timu za vijijini, na ambao wale, wale, wale, wale watu timu za vijijini, tabia zao haziendani na wale vijana wadogo ambao wanafunzi Unakuta aidha wale vijana wanaenda e, kwenye mchezo huku wakiwa na vileo kati fulani, na wengine wapo na bangi na kwenye mifuko yao wengine e, sigara, alafu wakienda kule wanaowatuma kufanya shughuli za kuwashia ni watoto wadogo ambao ni wanafunzi. Kwa kubwa sana tuko na mm, mwanzoni hapa tunaharibu wanafunzi hao ambao wanaenda kwa mchezo, kwa hiyo tuwa tuwaokoe hao watoto tuwatengenezee sehemu maalum ambayo watakuwa wanakutana wao kama watoto, watoto wadogo na kuwafundisha. Ndipo tukaanzisha hii kituo kwamba basi tukaanza kuwakusanya watoto wadogo hasa wa darasa la pili, la kwanza, la tatu, kidato cha kwanza, cha pili, tukawa tunawakusanya sehemu hii na kuanza kuwapa kwa mafunzo kwa tulianza kama kuwapa mafunzo kidogo kidogo, tunawapa drizi ndogo ndogo, lakini baadaye tukaona pana tulasimisha rasmi ili watoto hawa wawe sasa wanatambulika kwamba hiki ni kituo ambacho kinatoa mafunzo kwa watoto na kutoa malezi bora kwa wanafunzi. Kwa hiyo ilikuwa lengo la kwanza hilo. Lengo jingine ilikuwa ni kukuza sasa vijana wetu ambao wana vipaji e, se, kutoka sehemu mbalimbali, tunawatafuta huko waliko. Kwa mfano tulifanya skauti ya kwanza kwenda mikoa ya jirani kama Rukwa tulienda mkoa wa Mbeya, tukaenda wilaya za mkoa wetu wa Songwe, tukawapata vijana ambao wana talenti, tukawakusanya hapa na wakaanza tukaanza kuwapa mafunzo kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo baadaye tulivyoona hawa watoto wameanza ku- wanapata maendeleo ya kimichezo, basi tukaongeza mawanda ya kwa kuwatafuta ko nikuwatoa watoto sehemu mbalimbali na kuwaleta hapa kuwapa mafunzo, lakini pia E, kujenga maadili ya vijana kwa watoto wetu ili wawe na maadili bora kama jamii ya Kitanzania inavyotaka. Na nne, kituo chetu kimelenga sana kusaidia aa, kupika au kutengeneza watoto ambao watakuwa chachu katika mpira wetu wa miguu na katika kada ya uamuzi katika ngazi mbalimbali. Ngazi ya kata kwa sasa hivi hapa tuna e, vijana wetu ambao wanachezesha ngazi ya kata ngazi ya wilaya na ngazi ya mkoa. Deusin Sheka ni kocha wa kituo hicho amewataka wazazi na walezi kukuza na kuendeleza vipaji vya watoto wao ili iwasaidie kwenye maisha yao ya baadaye. Kuna wazazi wanaozuia watoto wasibishe na michezo. Hili swala sio wao tu, hata mimi nilishai kunikuta katika udogo wangu. Mimi baba yangu aliamini kwamba mpira ni uhuni lakini baadaye alikuja kuniomba msamaha, na mimi nikaamua kuwa kocha baada ya kucheza mpira kwa ma... kwa kiwango kikubwa, lakini lakini kwa sababu nilizuiliwa sikuweza kufika mbali. Lakini wazazi, mimi nawaambia mpira ni mchezo, kwanza unatengeneza afya hata na kucheza tukosema, sikuweza kufika mbali, afya ya mtoto inakuwa nzuri kwa sababu anajiepusha na makundi hatarishi. Kwa hiyo mtoto anapokuwa na kipaji chake kama cha michezo, kwa mfano ukiangalia wachezaji wa... wakubwa wa kina Samata wa Tanzania, ukiangalia nchi kama Brazil na watu wamtokwazazi wao masikini sana, kina Ronaldo Dilima, Kaka, Bebeto unasikia wote, akina Rivaldo wana asili ya umaskini, hata Cristiano Ronaldo. Sasa kwa hiyo ukimzuia mtoto, unaweza ukapoteza kitu ambacho kingekusaidia hata mwenyewe ban mbeleni, kwa sababu mtoto anapocheza mpira kwanza anajenga afya. Mtoto anapocheza mpira anajenga akili. Mtu anapojenga kucheza mpira anajikinga na maradhi kwa sababu kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, mtu anayefanya mazoezi ana 75% ya kuepuka maradhi. Kwa upande wao watoto waliopo kwenye kituo hicho wamesema matarajio walionayo ni kuwa wachezaji bora na kucheza kwenye timu kubwa. Majina anaitwa Andembwise Sanki natokea Mbeya. Wazazi wangu baada ya kusikia kwamba kuna kituo cha michezo kiko huku Songwe wakaamua ku support wakanileta hapa. Nilivyofika hapa ilikuwa kama trial, anayefanya vizuri ndio anayebaki. Mimi hapa nikajitahidi nikafanya vizuri nikabaki hapa, alafu baada kukaa hapa nikakaa kwa muda mrefu kama mwaka mmoja. Ikafika mwezi wa kumi tukaenda kwenye trial Mbeya Day. Tulifika Mbeya Day tulikuwa ni mchujo, tulipita watu watatu. Mmoja wetu ndio ametangulia ameenda Tanga, na hapo Tanga ukipita Inakuwa na safari ya Marekani. Kwao tumbakia wawili ambapo tunasubiria raundi ya pili. Asante. Natamani kuchezea timu kubwa kubwa za Ulaya kama Madrid. Kwa majina yetu, Ibrahim Endro, natokea Tunduma. Naupenda sana mpira na wazazi wangu wananisapoti sana katika mpira. Waliposikia kama kuna kituo cha mchezo hapa kinaanzishwa, wakaamua nilete kwanza kujifunza mpira na mpira naupenda sana na zangu naupenda. Kwa majina anaitwa Elisha Kenneth Gumile tokea uh, Njombe uh, Kwa mara ya kwanza nilisikia hapa kwa kuna kituo cha academy, nikasema ngoja ndio nikajifunze. Mamangu anasapoti sana katika swala la mpira. Mamangu kwanza, naupenda sana mpira e, na mimi natamani niwe mchezaji mkubwa. Kwa majina anaitwa Mkuya Ngaya ni mchezaji katika academy ya Sunrise Sports Academy katika kategori ya under 17, tukiwa kama captain, tuna ndoto nyingi, tuna malengo mengi, tukiwa chini ya walimu wetu na uongozi wetu wa shule hapa, na imani Mungu atawatia nguvu katika hilo. Pia malezi katika vituo vya kulea mtoto hayakwepeki. wazazi na walezi Hawana budi kutambua umuhimu wa kumtengea muda mtoto wa michezo baada ya masomo na kazi ili aweze kujengeka vyema kiakili. Jina langu ni Elizabeth Nyevambe, Tai Media. Ulipo tupo, twende pamoja.